Sasa, watumishi wa Mungu, umefika muda wa kuaga mwili wa baba yetu mpendwa ambaye yuko hapa kwa mara ya mwisho. Tulikuwa naye hapa siku ya Jumapili akiwa hai, ni leo ni siku ya, ya, ya tatu akiwa amekaa pale, na tulizungumza naye, tulicheka naye na maisha yakaendelea. Tulijua kwamba atakufa lakini hatukujua kwamba ni wakati huu lakini mapenzi ya Mungu hayazuiliki na mtu yeyote. Hatuna budi kukubaliana na Mungu na lile jambo ambalo ameamua kulifanya. Kuja hivi, naomba wachache wapande hapa juu, mtaishushia hapo hapo, muiweke pale, alafu jeneza lifunuliwe kichwani. Ni kule ndio hapa hapa. Vijana tusaidiane, wengine mkae huko chini, wengine wakae huko juu. Pasta, Efraimu Mwaitebele, nimekuona, utapata nafasi hapo kesho, bila shaka, ya kutoa salamu zako. Naomba tufunue, tafadhali, jeneza upande wa juu huko, tupate nafasi hiyo ya kuaga.